wakati kama huu alikuwa anawaambia masahaba: istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusal, mwombeeni msamaha ndugu yenu, naombeni kwa Allah amwezeshe kupata nguvu ya kuweza kujibu atakayoulizwa, kwa sababu ni wakati ambao anaulizwa na malaika. Na natoa fursa hii kwa kila mmoja katika tuliohudhuria hapa amwombe Allah kwa lugha hii hii ya Kiswahili, tuseme: Allah tunakuomba umsamehe huyo ndugu yetu makosa yake na umnyanyulie mazuri yake, umpeleke mahali salama peponi. Kila mmoja aombe hivi, sambamba na <tipasana> haya nasaha fupi tu nizitoe hasa kwa wakati na mahali kama hapa. Napenda nitangulize nasaha za uwajibu wa kufuata mwenendo tuliowekewa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika maisha yetu, katika maswali yanayokuja hapa. Swali la kwanza malaika wanamuuliza, man rabbuka, nani mola wako wewe, ambaye ulikuwa una mwabudu duniani? Muumini ndiye anasema Allah. Kama huna sifa za kiimani, hutoweza kutamka neno hili hata kidogo. Swali la pili, wa madinuka, dini yako wewe ni ipi, uliokuwa unaishi nayo katika dunia? Muumini atasema Alislam. Kama hukuwa na vigezo vya kiimani katika maisha yako, Allah hatokusaidia, na wakati ni mgumu na mazingira ni mazito, hutoweza kusema Uislamu muda wa kuwa wewe ulikuwa huishi na maisha ya Kiislamu. Usidhanie kama ni mahali rahisi pa kuokota okota tu majibu yake, haiko hivyo. Swali la tatu, waman hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum Haya, tutajie ni nani ambaye mliletewa nyinyi akuongozeni? Ni nani? Muumini atamjua atasema: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Linakuja swali lingine hapo hapo, wama ilmuka bihi, umemjuaji vipi? Yani umemfahamu vipi Muhammadi kwamba ametumwa na Allah au lisikia tu mitaani? Anajibu muumini qara'tu kitaba Allahi fa amantu wasadaktu, nimesoma mimi kitabu cha Allah nikakiamini na nikasadikisha yaliyo ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wataala, Qurani. Sasa jambo hili linahitaji wewe ujipange nalo, na si jambo la kwamba kama hivi akakaa mtu akasema, kuna watu atakujia, sema hivi sema hivi. Si jambo la kukaa unatarajia hicho kitu, ni mahali hatari sana. Maisha ambayo wengi wanaishi nayo sasa hivi ni maisha hatarishi mno, yaani kwa sisi tunaoangalia kinachozungumzwa ndani ya kitabu, tukayaangalia maisha ya watu yanavyokwenda, watu wengi wanahatarisha nafsi zao, na wala tusikae tukahadaika kwamba nitazikwa kwa mazishi ya Kiislamu, nitazikwa kwa kupelekwa msikitini nikaswaliwa, nitazikwa kwa kusomewa, kwa kusomewa, kwa kusomewa kusomewa, hali ya kuwa wewe mwenyewe maisha yako ulikuwa mbali na mambo hayo. Wakati mwingine hata wapale panaposomwa mtu amekaa kule, ili mradi alikaa tu pale, ameweka mikono hivi, yani hana habari kwamba kimesomwa nini, tumeomba nini wala nini, ili mradi alihudhuria, yani hana lolote Anataka leo hapa basi, Allah ampe tu kama tonge laini laini. Haiko hivyo, jambo ni zito. Yaani tunapotaja habari za akhera nyingine kabisa. Allah Tabaraka wataala ndiye aliyetwambia katika kitabu chake, laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, mmetujia hapa leo mmoja mmoja. Kule duniani mlikuwa mna makundi wenu, mimi niko na yule, mimi niko na wale mnajiona kama ni watu wengi, lakini sasa umeshaondoka duniani, unafika huko leo, uko wewe peke yako. Sasa wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, na vile ambavyo tulivyokupeni kimaisha ya dunia hakuna ambacho mmeleta hapa. Kuna manyumba, kuna magari, kuna kuna kuna mapesa, vyote mmeviacha huko nyuma. wama nara maakum shufa'a'akumul ladhina za'amtum annahum fi shuraka'akumul ladhina za'amtum annahum fikum shuraka, hatumuone hata mmoja ambaye ni katika watetezi wenu mlidai kwamba ni washirika wa kukusaidia hapa, hata mmoja hatumuone. Laqad taqatta'a bainakum, mahusiano baina yenu yamekatika. Wadalla 'ankum ma kuntum taz'umun, na madai yenu yote ya dunia dunia, hoja zenu zile, mara hili, mara hili, huna lolote hapo, umbaki wewe tu hapa. Wakati huo unafika, malaika wanakuuliza, majibu unayotoa hayafanani na kuhurumiwa na Allah tabaraka wa taala. Mimi sipendi niongee sana, lakini na, natoa ishara kwamba akhira ni nzito, lakini pia tuna uwajibu mkubwa sana ili Allah tusaidie. Yeye ndiye aliyesema, yuthabbitullahu lladhina amanu bilqawli thabit. Ni Allah ndiye ambaye anawawezesha, anawapa ithbat, yani kupata uwezo wa kujibu anawawezesha wale tu ambao waliishi kiimani duniani. Duniani unatamka neno sawasawa sawa, na akhera vile vile, ukifika hapa Allah atakusaidia hapa. Ni mahali pengine, si kwamba hao wanakuja hao. Usiwaogope, usiogope, wanatisha. Yaani si kwamba usiwaogope wanakuja hao, ni viumbe tu. Hapana, wanatisha kweli, kwa sababu inategemea na matendo yako wewe mwenyewe. Mimi naomba Allah tabaraka wa taala amsamehe mzee wetu yale aliyokosea, basi amweke salama peponi na ampe daraja nzuri. Tulikuwa nayo vizuri katika masjidi alhamdulillah, tuna mdhani ya kheri na Allah atusaidie katika palipobaki hapo. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillah. Ndugu wafiwa wanasema hakutokuwa